Mheshimiwa Charafanda Guyo Moku alikuwa mjumbe hapa, waziri msaidizi. Leo Mwenyezi Mungu ametuleta katika hii kikao tangu juzi jana hadi leo. Kwanza nachukua nafasi pia kushukuru watu wa Isiolo kwa jumla kwa vile wametutendea, wametendea familia ya marehemu Mheshimiwa Mohamed Tubi tunasema asante na asante kubwa haina kipimo. Fursa hii pia nachukua kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameturahisisha ikikao tangu jizo. Nachukua fursa hii kusema congratulations kwa kijana Tubi Mohamed Tubi. Wazee wametaja kwamba tumguide yeye tumpatie mafunzo. Nina hakika kijana ya Simba ni simba.